Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu hacabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy ana leo nitaleta faida za majani ya limao kwenye chai. Mara nyingi wengi wamekuwa kituuliza, Je, chai ya, ya, ya majani ya limao imekuwa ina faida gani? Mwilini. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usisahau kusubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Lakini pia nikukumbushe, kama una swali lolote, kama una changamoto ya kiafya ambayo imekuwa ikikutesa mara kwa mara na haujui namna ya kuondokana na hiyo changamoto basi JW habo Clinic, tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na hiyo changamoto kiurahisi au kiwa hapo nyumbani. Kwa hiyo, leo tunakusogezea faida za majani ya limao au chai yenye mchanganyiko wa limao. Kitu cha kwanza uh, unga wa limao unatumia, uh, majani ya limao unatumika katika kutibu chunusi ambazo zile hasa zile ambazo zinazotoa usaa uh, kwa hiyo unacho, unachotakiwa kufanya utajipaka ule uh, unga uh, sehemu ya chunusi, kisha utafanya hizo mara mbili mpaka mara tatu ndani ya siku saba mpaka kumi na nne basi itakuwa imekusaidia kuondokana na hiyo uh, changamoto, lakini pia wale ambao wanabaki na upele uh, kwenye baada ya kunyoa ndevu anabaki na vipele huku sehemu hizi , basi ule unga ni mzuri tena, ukichachanganya na mafuta ya nazi au mzaituni itakusaidia vizuri ukiwa hapo nyumbani. Lakini pia uongeza madini ya chuma, madini ya chuma ambayo ni mazuri sana katika uongeza oksijeni katika usafirishwaji wa damu safi kutoka kwenye mapafu kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo, mara nyingi yale madini ya chuma ni muhimu sana katika usafirishwaji uh, wa damu safi kwenye mapafu. Faida nyingine ni a... ya majani ya limao huondoa kabisa harufu mbaya mdomoni ukiweza kuyatafuna basi atakusaidia kuondoa. Wale wenzangu na mimi ambao wanatema cheche mdomoni, basi tumia, au unaweza kutafuna yale majani yake, au katumia unga wake kwenye maji ya uvuguvugu kutwa mara mbili au mpaka mara tatu, basi atakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia ni kinga nzuri ya saratani yoyote. Kama una saratani yoyote, saratani ya njia ya haja kubwa, saratani ambapo, saratani tunasema ni kansa, kansa ya tezidume kansa ya te, ya titi kansa yoyote ile, kansa basi, ni nzuri haya majani ya ya ya, lima, ya ya ya ndimu au ya limao, basi ni mazuri, yatakusaidia kuondokana na hiyo changamoto ukiwa hapo nyumbani. Lakini pia wenye maumivu ya nyonga, kiuno na mgongo, kama unanyonga maumivu ya nyonga, kiuno na mgongo, basi usiache kutumia majani haya, yatakusaidia kuondokana na hizo changamoto lakini pia kwa wale ambao wana uzito kupita kiasi, wana uzito kupita kiasi kama na changamoto ya uzito kupita kiasi, basi tumia haya majani, yatakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Ni dawa nzuri ya kuondoa sumu na mafuta mabaya mwilini b, lakini pia anatumika kama ambayo itakusaidia wewe kuweza kuondokana na sumu mwilini kiurahisi bila kuwa na changamoto yoyote lakini pia ni dawa nzuri ya pumu asma, wale wenye kifua kinachobana tunasema ni asma au pumu, basi tumia haya majani yataweza kusaidia vizuri kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia ni tiba ya kikohozi chochote, kama una una kikohozi chochote au unakohoa uh, basi tumia dawa hii itaweza kusaidia kuondokana na changamoto ya kikohozi. Kwa wale wenye, wenye tonses, kama una tonses, mafindo findo, basi hii ndio tiba nzuri kabisa. Pia unaweza ukatafuna yale majani yake, au ukachanganya kwenye maji ya vuguvugu, yaliyo kwenye mfumo wa unga, au ukachemsha ukatumia kwa namna yoyote ile. Wale wenye bakteria au virus, inatibu UTI minyoo lakini virusi pia, na, yampera, na virusi pia ukichanganyana na majani ya mpera kwa ukichanganya katika majani ya mpera itakusaidia kuondoa bakteria na virusi tofauti tofauti, lakini pia kwa wale wenye changamoto ya kutopata choo, kama upati choo basi tumia majani haya yataweza kusaidia kuondokana na changamoto ah, hiyo. Tuambie hapo chini, je, wewe umepata faida gani? baada ya kutumia majani haya tuambie hizo faida ambazo umewahi kuzipata na wengine waweze kuzipata. Tunasema uh, share zikali. Kwa hiyo tutaendelea kufundishana, tutaendelea kuelezana, na kama una swali lolote, basi karibu kwenye komenti utatuuliza, na JW Sabu Clinic, basi tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuhakikisha unaondokana na hiyo changamoto kiurahisi, au ukiwa hapo nyumbani. Kwa hiyo usisahau kutufollow ili upate dondoo za kiafya tunazozituma.